Mtu mmoja alishikia mguu wa ndugu baba kushoto. Ne? Hadi mgongo na nyuma. Au msikie wewe mguu wa kushoto kwanza, kwa sababu mguu wa kushoto umetia sindano mguu wa kushoto. Alafu vitu vinapanda kwenda juu. Sema nguvu yoyote. Nguvu yoyote. Unapokuwa <totitikana> sio mshabiki wa kitu, Mungu anazungumza, Mungu anayamaza. Kwa sababu tunapokwenda kuzungumza kama hii, usikii jambo rahisi. Au ukisia ah ah hali halisi kwamba tunaumwa, hali halisi mimi ni mgonjwa, hali halisi sinaenasma hali halisi na madeni mikononi, hali halisi na mateso. Amen, sema Yesu selib. Nitaka tu uonyeshe. Sema nguvu yoyote.